Kama tunavyojua, unajua, idadi ya watu wetu wazee inaongezeka kutokana na uchunguzi bora na kugundua magonjwa mapema na matibabu bora. Kinachotokea ni kwamba wagonjwa wetu wengi, unajua, badala ya kufa kutokana na mashambulizi ya moyo, sasa wanaokolewa kwa njia bora za matibabu, lakini wanabaki na tatizo la moyo kushindwa kusukuma damu vizuri. Na wagonjwa hawa wenye tatizo la moyo kushindwa kusukuma damu vizuri huwa wanaingia katika hatua inayoitwa kushindwa kwa moyo, na hapo ndipo unajua kama wataalamu wa magonjwa ya moyo tunasisitiza wagonjwa wetu kuangalia mlo wao, kubadilisha mtindo wa maisha, na kudhibiti hatari za magonjwa yanayoambatana kama vile kisukari, shinikizo la damu na kolesteroli, na kuacha kuvuta sigara, pombe na vitu kama hivyo, ili kuwazuia, unajua, kuingia katika kipindi kamili cha kushindwa kwa moyo na u. Uh, leo tunachukulia kushindwa kwa moyo kuwa ni mbaya zaidi kuliko huo uh, saratani ya tezi dume kwa wanaume na saratani ya matiti kwa wanawake, kwa kuzingatia ugonjwa na vifo na kiasi cha gharama ambazo watatumia katika maisha yao. Kwa hiyo ni muhimu kwa, unajua, wagonjwa wanaosambuliwa na tatizo la moyo wasifike katika hatua ya kushindwa kwa moyo na kujali afya yao.